Katika lesson hii itakwenda kuangalia kuhusiana na models and migration katika Django. Jina langu ni Mohamed Hafidh Mohamed kutoka Soma Taaluma. Na kama ambavyo tulivyojifunza katika lessons zilizopita kwamba model kazi yake hasa inakwenda ku represent data lakini vile vile inafanya interaction pamoja na database. So mostly model hii inakuwa responsible kuweza ku store information, kuweza ku retrieve data lakini vile vile ina function kama ni data layer somehow. So moja kwa moja katika project yetu tutakuja katika library katika app yetu na tutaelekea moja kwa moja katika models. So ndani ya models hapa ndipo ambapo tutakwenda ku specify ama kwa lugha nyingine tunaweza kusema zile tables zetu, hapa ndio sehemu ambapo tunapokuja kuzidefine ndani ya Django. So by default tunakuwa tunayo hapo Django.db, eh, import models. So tunahitaji kuweza kuingiza baadhi ya vitu, kwa mfano tunahitaji kuweza kufita from Django auth.models. Hapa tutahitaji kuweza kum import user kwa sababu huyo user tutakuja kumtumia katika matumizi ya baadaye. So katika models tunakwenda ku define by classes. So, tutamwambia class kwa mfano tuna class ya book, tutakwenda kupitisha models.model ambapo ending yetu kama kawaida, masuala classes tayari bila shaka unayafahamu wakati unajiandaa na Python. So tutakuwa tuna title katika column yetu ambayo itakuwa ni models. Dot. Hapa tutakwenda ku specify aina ya data ambayo itakuja kuingia. So let's say kwa mfano kama ni title, haya ni maandishi. Kwa hiyo itakuwa ni character field. Sawa? So, ndani ya hizi parentheses zetu kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukavipitisha. Kwa mfano, tunaweza kutuka set maximum length, kwamba maximum hii title iwe na character ngapi. Tunaweza tukamwambia ni 200. Kwa hivyo hivi ndio namna ambavyo tunatengeneza table ama tunakwenda kutengeneza table letu ndani ya ya Django. Kwa hiyo tume define class yetu na ku define attribute yetu ama column yetu. So tunachukua ni models. Hapa tunaingiza ile aina data type ambayo tunakuja ku specify, lakini vile vile ndani yake kuna functions ama kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukavi ingiza. So ikiwa kama hichi ni kitabu, bila shaka tutahitaji kuweza kumfahamu author wake ni nani. So, tutakuwa tuna column ya author. Kwa maana hiyo tunaweza tukamwambia ni sawasawa na models dot tunamwambia ni character field ambapo huyu maximum length yake iwe ni 100, let's say. Okay, okay, kikiwa kama ni kitabu tutahitaji vile vile kiwe kina ISBN kwa sababu vitabu vyote vinakuwa vina ISBN number. So tutakuwa tuna models dot character field ambayo hii maximum length yake inakuwa ni kumi na tatu lakini vile vile, kwamba hizi ISBN huwa zinakuwa zipo unique. Kwa maana hakuna kitabu ambacho kitakuja kina ISBN sawa sawa na ya kitabu chingine, so it means tunaweza tukamwambia unique, then tukamwambia true kumaanisha kwamba ISBN make sure kwamba lazima ziwe uh, unique. Vile vile kama hichi ni kitabu, tunahitaji kuweza kufahamu publication underscore date, so hapa nayo itakuwa ni models dot date field, hapa tunakuja kuingiza tarehe. So kama ambavyo unaona kwamba tuna aina mbalimbali una character field, tuna date field na nyingine tutaziona kadiri ambavyo tutakuwa tunaendelea. So chingine kama ikiwa hii kitabu maybe kuna genre ni sawasawa na models dot dot character field, ambapo nayo hii maximum length yake maybe ni hamsini. Nafikiri huu ni uwanja mzuri zaidi kwa wale watu wa librarian. Available copies ambazo ziko ndani ya library yetu, nayo itakuwa ni models dot integer Integer field ambapo ndani yake maybe tunaweza tukamwambia default ni kitabu kimoja kikiingizwa by default. Okay, in case kama user haja specify it means itakuwa ni moja, lakini kama ba, unafahamu hili ni swali la librarian, lakini sisi kama madevelopa lazima idea, uweze kuwa na idea juu ya kile kitu, unatakiwa uweze kufanya research ili na wewe uweze kumshauri. Hata kama kuna mtu mwenye field yake, mnakaa mnashauriana, ili kuhakikisha mnatengeneza kitu chenye usahihi na ubora zaidi. Bila shaka, tutarejea uweze kufahamu kwamba kitabu hichi kimesajiliwa lini ndani ya mfumo wetu, so tutakuwa tuna date time field yi, ambayo hii tunakwenda ku set auto underscore now underscore add, it means kwamba hii iingie automatic moja kwa moja once pale record itakapokuwa imeingizwa ndani ya table letu hili la book. So tutadifine function yetu ambayo ni underscore, str underscore ambayo ni self class then, to just to return self dot title okay, self dot title Okay now, kwa vile hii ni library ama library system, tushakuwa tuna vitabu bila shaka, tunahitaji kuweza kuwa tuna members ambao wapo katika hii library yetu husika. So nao inabidi tuweze kuwa na table yao, so tutakuwa tuna class uh, member. Na itakuwa ni vile vile models.Model. Okay. Uh, sorry. Exit exit kwa save to close. So, if you enter, uh, class ni spelling error. Class member. Okay. Then, tutahitaji kuwa na huyu user so tutamwambia models.OneToOneField ambapo tunakwenda kumpass user wetu koma, lakini like vivile, tuna set on delete on delete on delete itakuwa ni sawasawa na models dot cascade okay. Kama nakumbuka huko juu tuli imports huyo user ndio ambaye tumekuja kumtumia hapa, okay so baada ya user tutahitaji bila shaka kwanza, kwa kumfahamu kwamba member id member underscore id ni sawasawa na model dot character kwenye herufi ndogo, okay. Member underscore id ni sawa sawa na models dot character field ambapo tunaweza tukachukua maximum length ikawa maybe ni 10, alafu vile vile member id, kwa vile anakuwa ni mtu mmoja tu, so it means lazima be unique, so tutamwambia nayo as true okay, true true okay. Kwa vile huyu ni member, bila shaka tunaweza kupata information zake, maybe tunaweza tukataka phone number yake ambayo itakuwa ni sasa, na models dot character field ambayo maximum length yake maybe itakuwa ni 15, bila shaka namba hazizidi hapo, then tutakuwa tuna address ambayo ni models dot text field. So, hapa sasa hivi tumeweza kuona tuna vitu vingine, kwa mfano kama text field kwa ajili yaweza kuchukua maelezo mengi na maelezo tofauti tofauti, ambayo ni miongoni mwa vitu ambavyo vipo katika Django. So, nakushauri uweze kuangalia zaidi katika documentations, kuna vitu vingi vingi ambavyo hatutoweza kuvikava vyote kwa pamoja katika kozi hii, lakini kwa vile tayari tumeshakupa msingi na imani ya kwamba una uwezo wa kwenda kujieleza, kujiendeleza na kujiadvance zaidi. So as usual, nayetabidi tuwe tuna underscore underscore string self then tuta uh, return uh, if tutamwambia self user first underscore name, lakini vile vile tunaweza tukachukua maybe na self user last underscore name this information itatusaidia sisi kuweza ku create search query okay. Bila shaka, ikiwa kama tuna member, tuna kitabu, tutahitaji kuweza kufahamu nani ambao wameazima hivyo vitabu tayari. Tukishakuwa tunao tu member na tunavyo tu vitabu vyetu, lakini nani aliyoazima, ameazima lini, atakirejesha lini? Bila shaka, tunahitaji kuwa tuna table maalum ya kuweza kuhifadhi information. So nayo tuta create maybe borrow record okay, then have it one in models dot model. Then hapa kama kawaida, inabidi tutuona kitabu chetu, itakuwa ni models dot foreign key tayari, kwa sababu hii kinakwenda kurelate moja kwa moja juu huku katika table letu la la book moja kwa moja so, lazima tutumie foreign key. Uh, tutahitaji kuipitisha book yetu, lakini vile ku set on delete, ambayo itakuwa ni models.cascade. Then bila shaka tutahitaji tuweze kumfahamu huyu ambaye amekiazima hichi kitabu, nayo itakuwa ni vile vile foreign key, ambapo naye tutakwenda kumpass ni member, naye ni vile vile On delete, itakuwa ni models.cascade. Okay, tukishakuwa tuna kitabu, tukishakuwa tuna member, tutahitaji kuweza kufahamu ni siku gani au ni tarehe ngapi ambayo ameazima kile kitabu chetu, so tutahitaji tuwe tuna column ya borrow_date, borrow_date. Okay itakuwa ni sawasawa na models Dot date field then, hii nafikiri tuieke automatic iwe inaingia moja kwa moja ili mtu asijakahushi, auto underscore now underscore add na iwe ni uh, true, kwa maana tarehe itakuwa inaingia moja kwa moja automatic, kwamba leo ama ile muda ambao inaingizwa ile record ndio siku ambayo lazima kitabu So tutahitaji kuwa tuna uh, return uh, return date ambayo hii itaonesha sawa, na models dot date field kama kawaida, ambapo inaweza ikawa ni null, kwamba maybe kitabu hichi akirudi, swala ya librarian wanaelewa zaidi, lakini vile vile inaweza ikawa ni blank, pengine kaja kakichukua mwalimu, kwa maana yo itakuwa hakuna returning date, anaweza akairejesha muda wowote sawa. So tunakuwa mara nyingi walimu hawawe limited kuweza kwamba kitabu lazima ukirejeshe sasa hivi au baadaye au baada ya masaa mawili. So can it be blank? Of course true, lakini pale ambapo kitakuwa kimerejeshwa hiki kitabu bila shaka lazima tuweze kufahamu. So tutakuwa tunayo uh, returned sawa na models.BooleanField. Hapa tunakwenda kustore sasa information true and false kimerejeshwa au hakijarejeshwa kwa maana hiyo. Kwa hapa ambapo tumefikia, tunaweza naye tukamwambia default iwe ni uh, sorry default iwe ni false, kwamba by default mtu atakuwa hajafanya nini, hajakirejesha kitabu chetu. Kwa hivyo tukiangalia hapa katika hizi fields ambazo vita tumeona, tuna boolean, true and false, tuna date field tuna foreign keys, tuna text field, tuna character fields, tuna fields za aina mbalimbali ambazo zinatumika katika Django ama zinakuwa tayari zimeshakuwa created, just ni kuweza kuzitumia na kushauri uweze kupitia documentation, kwa sababu kuna mengi ambayo tayari tumeshakupa msingi. Unaweza ukaenda ukaangalia zaidi. So as usual, na tutakuja ku define underscore string self ambapo tutakuja ku return. tuta return ave ambapo ndani yake tutamwambia self. member yani memba fulani borrowed amechukua kitabu gani, then moja kwa moja tutachukua ni self. book yani self ndani ya hii klasi na imani kwamba maswala haya yote tayari unafahamu, kwa sababu umeshajifunza Python. Okay so now tumeweza kuiona hapa ama tumeweza kuikamilisha kuitengeneza modeli yetu katika app yetu hii ya uh, library okay. Nafikiri hatujasahau kitu, vitu muhimu. Tuna book ambayo tuna information za book, ni standard library to system ambayo tunakwenda kuitengeneza kama ni part ya kuweza kujifunza uh, so tuna return kuna kitu gani? nime suggest self is not defined. Uh, self, ah okay, nime spelling error hapa, ilipaswa iwe ni self. Okay, na wepo sawa. So hapa tupo tupo sawa na tupo vizuri. Baada ya kuweza kufanya hivyo, hatua ambayo inafuatia ni kwenda kutengeneza tables ama kwenda kumake migration bila shaka tunahitajika kuweza kufanya hivyo. Tukiziangalia hapa katika table zetu, hatuna zile table, kama tuna database ambayo ipo empty, hakuna kitu chochote. Kwa maana hiyo, hapa tunazo model zetu hizi hapa, tunahitaji kuweza kutengeneza table zetu, lakini vile vile kuweza kufanya migrate. So tutafungua terminal yetu, terminal new terminal, ili kuweza kutengeneza. Kwa maana tunamwambia pi, kwa vile mimi natumia ni Windows, lakini kama utakuwa unatumia Mac au kama tungemea Linux na maana tutamwambia python 3 moja kwa moja, then tutamwambia bila uh... shaka tunatakiwa tu ndani ya project, so cd library system. Okay, okay manage.py ile pale tunaipata na sawa. Kwa hiyo itakuwa ni py manage.py Alafu tunamwambia make migrations user. Okay, anasema models dot one to one field. Okay, user user user user user user, user. We have a, I think if inabidi we ni kubwa one to one field So tuta clear na tutarudia tena, so tunamwambia tena pi manage.py, make migrations now. Successfully kumeweza kutengenezwa migration ya book member pamoja na borrow record, so inabidi tuweze kumigrate ama tuweze kuzingiza katika database yetu. So ni vile vilevile tutamwambia pi manage.py, then tunamwambia migrate kwa maana hiyo step ni mbili, kwanza una make migrations, lakini la pili una migrate. So now tukimwambia migrate, automatic moja kwa moja ametutengenezea tables za aina mbalimbali ambazo hatukuzitengeneza hapo awali. So tukija sasa hivi katika database yetu, kwa vile tunatumia uh, SQLite bado, na imani ya kwamba tutaweza kuziona sizi yes. Hapo tayari tuna tables tofauti tofauti ambazo tables nyingine huwa zinakuja by default ndani ya Django lakini zile ambazo tumezitengeneza tulitengeneza katika app ya library, imetengenezwa hapa. Tulitengeneza book kama unakumbuka, tulikuwa tuna model ya book. Maybe tufunge hukupembeni kidogo. So tukiangalia hapa tunayo id, tuna tunayo title, tunayo author tunayo vitu tofauti tofauti, tunayo ISBN information tofauti tofauti. Tunayo member nayo, tunakuta member ID, okay. Tuna phone number, tuna address. Tukija tukiangalia katika borrowed record, vitabu vile vilivyokuwa vimeazimwa. Kwa hiyo hizi table zote zimetengenezwa kutokana na model, na ukumbuke kwamba tulisema kwamba model ndiyo ambayo inafanya interaction and communication na database, ama inahusika zaidi na masuala ya records kwa ujumla. Kwa hivyo hiyo ndiyo models ndani ya Django na namna gani ya kuweza kucreate tables ama kuweza kucreate hizo models ndani ya Django.